Sawa sawa, kumbe ili umtumikie Mungu wako kuna vitu lazima upige chini, kuna tabia lazima upige chini, kuna mambo lazima uachane nayo, fuate njia ya kweli wewe. Ni Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna tabia zinafika, kuna wakati inakuwa ngumu sana kuwacha. Ni ngumu kuwacha kwa sababu kuna vitu ujahoo kupiga chini mtu pekee ambaye anaweza kumbadilisha mwanadamu kwa tabia yoyote ni yeye mwenyewe kuamua kubadilika. Psychologist and counselor and social officer wapo kwa ajili ya kukusaidia lakini, wewe mpaka uamue ndio unakuwa sana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi kwa kuwa kulifanyika kuwa uumbaji ulio bora bora nanipenda sana kitu bora. Ni kitu chenye thamani. Kwa nini tunakuikweti wewe na thamani? Kwa nini tunakulinganisha wewe na thamani? Sema mimi ni wa thamani. Mm -hmm. Rudia tena. mm -hmm. Hey, wewe ni wa thamani. Mm -hmm. Nimefurahi tu kwanza, kwa sababu ni mwanafunzi wa fellowship, hilo tu inatosha wewe kuwa wa thamani sasa basi kwenye kuwa wa thamani kwa sababu ya uumbaji ulio bora kwa mfano mimi nikishika mbegu mbegu ya mhindi mbegu utakachokiona wewe ni mbegu si ndio mbegu lakini mtu akikwambia umebeba mzizi utamkatalia, akisema umebeba mmea utamkatalia, akisema umebeba matunda utamkatalia, akisema umebeba shina utamkatalia. Kwa hiyo kwenye mbegu hii inayoonekana, kuna shina, kuna mzizi, kuna maua, kuna tunda. Bwana Yesu asifiwe! Turudie tena, nikisema unafuatilia sema. Mbegu! Sasa kwenye mbegu kuna shina, sema shina, mmea, mzizi na matunda. Asante. kwa hiyo napokuzungumza wewe kama mtu wa thamani mbele wewe, mbele wewe, mimi napokaa wana na wanafunzi, nafurahia sana na naamini sana kwa umri wenu, kwa sababu akili ziko active na mko sawasawa. Kuanzia leo msione mbegu ili ivinavyo vile ambavyo vimefichwa kwenye mbegu ambavyo havionekani. Kuanzia leo ndio tocatukione. Kapiga makofi tafadhali.